Tunapenda kuwajulisha wananchi kuwa kutokana na ushirikiano wenu mnaoendelea kutoa kwa vyombo vya ulinzi na usalama katika kulinda na kuimarisha amani, utulivu na usalama nchini, taifa lenu la Tanzania limeamka salama na shwari. Jeshi la Polisi kwa kushirikiana na vyombo vingine vya ulinzi na usalama vinawahakikishia, wataendelea kulinda amani na usalama wa nchi pamoja na maisha na mali zenu. Vinaendelea kutoa wito kwenu mwendelee kuzingatia kanuni za kiusalama zinazotakiwa zianze na kila mmoja wetu kwanza, sambamba na sisi wote kutii sheria. Aidha, tuendelee kuwakataa na kuyakataa yale yote yenye mwelekeo wa kichonganishi, uzushi, uongo, kutujengea chuki baina yetu, kuhamasisha kufanya vurugu na kuvunja sheria za nchi hata tunapotumiwa kupitia mitandao kutoka katika makundi mbalimbali mbali, tusisambaze, badala yake tuzifute kabisa, delete, na pale wanapotufuata ana kwa ana tuwakatae, pamoja na ushawishi wao. Kila mmoja aendelee kufanya shughuli zake halali bila hofu, kwa sababu nchi yenu mnayoendelea kuilinda kwa ushirikiano na vyombo vya ulinzi na usalama,